Baada ya wiki kadhaa za mivutano na kauli za vitisho, hatimaye Iran na Marekani zimethibitisha rasmi kwenda kwenye mazungumzo yanayolenga kuepusha makabiliano ya moja kwa moja kati yao. Hata hivyo, haijawa wazi ni wapi mazungumzo hayo yatafanyika. Baadhi ya, ya wajumbe wanasema huenda yakafanyika Uturuki au Oman. Lakini bado Rais Donald Trump wa Marekani hajaondosha uwezekano wa hatua za kijeshi dhidi ya Tehran, ambayo pia mara kadhaa imetahadharisha kuwa itajibu vikali uchokozi wa aina yoyote. Kuyajadili yote hayo ni konao kwa njia ya simu, wachambuzi wa swala ya siasa za kimataifa, uh, Bandio Mubelwa akiwa huko Marekani na Ibrahim Rahbi akiwa nchini Tanzania. Karibuni waungwananam. Kwa kwa kwanza, nikianza na wewe bwana Rahbi, unafikiri mazungumzo haya yanayotarajiwa kufanyika wiki hii yatasaidia kwa namna yoyote kutuliza hali ya mvutano kati ya Marekani na Iran? Nashukuru sana, ni ukweli ni kuwa hatuwezi tukaweka asilimia labda kubwa kwa upande mmoja, lakini tunaweza tukayaweka mazungumzo kati kwa kati kuwa huenda wakafikia au wasifikie, kwa sababu ukisikiliza pande zote mbili unaona kama Irani anakubaliana na mazungumzo ya nyuklia, jambo ambalo Marekani amelizungumza na Trump, lakini Irani hakubaliani na mjadala wowote unaohusu uwezekano wa kuzigusa uh, makombora yake ya masafa marefu, lakini suala lake kuhusu Uh, wanachama anaowasaidia wale proxy yani Hizbullah uh, Hamas na makundi kama Wahuthi hataki mjadala kuhusu hilo. Sasa, kwa presha ya Israeli anamsukuma Marekani, kama vile vile alivyokuwa akisukuma wakati wa Barack Obama elfu mbili kumi na tano, yani aende zaidi, achukue zaidi. Sasa hatuwezi kuweka upande wowote ambao je itafika au haifiki, lakini nadhani wanahitaji eh, kila upande kupunguza mahitaji ili waweze kufikia, lakini kama kila mmoja atataka kutimiza lile anaenda nalo kwenye meza, sioni kama makubaliano yatafikiwa. Naam, shukran eh, Bwana Bandio, sasa wewe kwa upande wako unafikiri mazungumzo haya yanaweza kweli kutuliza hali ya Washington na Tehran, ama labda niseme pande hizi mbili, unafikiri zina nia thabiti kweli ya kufanya mazungumzo uh? Kutuliza sawa, kwa sasa tunachokaona, anasema deescalation imefanyika kwao. Panapokuwa na mazungumzo kidiplomasia, hakuna ambaye anakuwa kama ana haki ya kuendelea kushurutisha kingine zaidi, kwa sababu Trump alisema anapeleka majeshi ili um, kama Iran atagoma kufanya mazungumzo ndani ya washambulia. Sasa Iran anasema haya, tuendelee na mazungumzo, wakati wao wanajipanga kwa mambo mengine. Ina maana kwa sasa wamepunguza mvutano, lakini kama kila mmoja ana nia thabiti, naamini kila mmoja ana nia thabiti ya kile anachokitaka, tofauti mi ambayo amezungumza kakaangurabi kwamba watu hawa katika pande mbili mbili kabisa za mazungumzo mahitaji ya Marekani pamoja na mambo mengine, tayari ameshaonekana kuwa na nia kuweza kumpandikiza yule nafikiri anaitwa uh, ni Reza Reza Falavi kahavya kahavya uh, atamsaidia tayari kumeshaonekana kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika kabla ya maamuzi haya ya kulazimisha mazungumzo, na ukweli wa kwamba uh, anataka pia watu wengine, nchi nyingine ziwepo, inaondoka katika ile dhana halisi ya kwamba tunataka mazungumzo juu ya mpango wa nuclear. Uh, bali inaonekana ni kwenda zaidi kuprovoke baadhi ya mambo, na tayari alishasema kwamba msikia jana, uh, Rais Donald Trump anasema kwamba jana, uh, tulishafanya Midnight Hammer, akizungumzia kile kipigo alichokifanya kwenye vinu vyao vya nuclear na anasema sasa tunawaita kwenye mazungumzo wasipokubali, it's going to be very bad, na hapo nazungumzia makumi ya, ya maelfu ya, ya askari tayari wako katika eneo lile kama sehemu ya kitisho. Kwa hiyo nafikiri uh, kuna nia thabiti ya kila mmoja, lakini haina nia thabiti ya pamoja ya kuleta mazungumzo yatakayosababisha ama yatakayoleta kila upande uweze kuridhika na kuwa na amani katika eneo hilo. Naendelea na, na, na, na wewe Bandio kuhusiana na hilo, kwa sababu Trump amekuwa akisisitiza kwamba hajaondoa uwezekano wowote wa, wa hatua za kijeshi na tumeshuhudia manuari za kivita zikielekea upande huo uh, wa, wa Mashariki ya Kati, lakini vilevile Iran imesema kwamba mazungumzo yatafanyika ikiwa tu Trump atasisitisha vitisho vyake. Sasa unadhani hali hii ya vuta ni kuvute itakuwa na athari gani kwenye mchakato huu wa mazungumzo? Kwanza, kama Trump atafanya um, shambulizi lolote lile, nafikiri hivi sasa Republican wana hali mbaya zaidi, wana hali ngumu zaidi, bali wengi za sasa hivi wako katika wakati mbaya zaidi wa kisiasa, na Trump haonekani kujali hilo. Athari ya kwanza ni kisiasa hapa nchini Marekani. Irani hajawahi mpaka hivi sasa kuwa tishio la moja kwa moja kwa Marekani, bali amekuwa tishio zaidi kwa watu wa tunasema marafiki wa Israel na, mataifa mengine ambapo ukiangia kwa sera ya Donald Trump, alisema ni marekani kwanza na hajali kuhusiana na nchi nyingine. Kwa hiyo sasa hivi imemcontradict, katika lugha nyingine imemfanya rais Donald Trump aonekane kwamba hakuwa mkweli katika ahadi zake alizokuwa akizungumza kuweka Marekani na maslahi ya Marekani kwanza na kuto kujali mambo mengine. Kwa hiyo athari za kwanza ni kwamba kwanza kama Donald Trump atafanya shambulizi lolote, achana na hili kwamba kulikuwa kuna ndege isiyo na rubani iliyokuwa inaonekana inakwenda ama kupeleleza ama kushambulia, vyovyote watakavyotaka kuweka ndege ya manuari ya Marekani hapo, Marekani natakuwa sawa lakini kuanzisha vita vingine kwa rais wa amani ambaye kwa mwaka mmoja uliopita alishafanya mashambulizi zaidi katika nchi zaidi ya tisa, inakuwa ni jambo ambalo linakwenda kinyume na kila kitu ambacho Republicani amekuwa na akitetea. Nafikiri kutakuwa kuna athari za kisiasa hasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula hapa. Upande wa kimataifa, vita yote itakapoanza, eneo zima la mashariki ya kati, eneo zima la ule ukanda wa Ghuba, nafikiri kutakuwa kuna um, kutokuwa kuna wasiwasi mkubwa, na maisha lazima yatabadilike, kwa sababu unazungumzia uwepo wa wanajeshi, athari ambazo zinaweza zikatokea labda katika sehemu za Marekani, kambi za Marekani katika maeneo hayo, lakini pia mapigano kwa jumla yanaweza yakasababisha vitu vingi katika eneo hilo. Kwa hiyo sidhani kama shambulio lolote litaleta namna yoyote chanya miongoni mwa pande zote mbili. Nam shukran eh, bwana Rahbi. Tunafahamu kwamba katika muhula wake wa kwanza rais Trump ndiye aliyeondoa Marekani kwenye makubaliano ya nyuklia ya Iran, na leo hii anayashinikiza kwa nguvu ili nchi hiyo ya Tehrani iweze kurejea kwenye mazungumzo hayo. Nini kimebadilika? Uh, bila shaka ukimsikiliza Trump na kile anachokishughulikia ndani ya Irani, uh, unaweza kupiga mstari kwenye kile alichokisema hapa ndugu yangu kuwa Trump huenda haelewi nini anakifata, isipokuwa ni kama script ameandikiwa, kuwa tunakwenda kwa hili. Na ndio maana Iran walikuwa wepesi zaidi kujibu, kuwa baada ya Trump kusema tunaenda kwenye mazungumzo ya nyuklia, Irani wakajibu haraka haraka, wakasema okay, tunaweza tukajadili kuhusu nyuklia, kwa sababu hakutaja hakutaja makombora, hakutaja kuhusu. Ni kama vile hafahamu nini kinaendelea, na ni maana unaona kuwa safari ya hasuluhishi kina Steve Witkoff na wenzake wameambiwa lazima mwanzie Tel Aviv, yani waende kwanza Israel, wapewe sasa maagizo ambayo watakwenda nawe kwenye meza hii. Ilikuwa inafanyika sana wakati wa Barack Obama, lakini Barack Obama alikuwa na msimamo wake na alikuwa hasa hapokei okay, chochote ambacho kilikuwa kinatoka upande wa pili wa Israel, na ndio maana akafikia yale makubaliano. Sasa ukimwongelea Trump, wakati anajiondoa kwenye makubaliano mwaka elfu mbili kumi na nane alisema kuwa tunajiondoa kwenye makubaliano makubaliano kwa kwa sababu haya makubaliano hayaifaidishi, yanamfaidisha haya, ya, ya zaidi Irani kuliko wengine. Lakini ukitazama kwa jicho la tatu na hizi vurugu zote zinazoendelea mashariki ya kati, utagundua kuwa kosa lilianzia katika uamuzi wa Donald Trump kuiondoa Marekani kwenye makubaliano ya JCPO mwaka elfu mbili kumi na nane kwa sababu yale ya makubaliano yalikuwa na vifungu ambavyo vilidhibiti Irani, pamoja na makundi ambayo anayaunga mkono ikiwemo kuwasai, kufanya usaidizi. Na ndio maana ukiangalia tathmini kuanzia mwaka elfu mbili kumi na tano kuja mpaka kumi na nane utaona hili eneo lilikuwa limepoa na lilikuwa limetulia hapakuwa na vurugu sana, lakini Trump ndio alikuja kurejesha yote hayo na Irani kurudi kwenye mpango wake wa kurudisha zaidi Irani baada ya Marekani Marekani kujiondoa kwa sababu so, Marekani ule mkataba uliohusu kati ya Marekani na Irani hapakuwa na nchi ya tatu zote zilikuwa mashahidi lakini ulikuwa ni mkataba kati ya Marekani na Iran. Sasa mshirika mmoja wa mkataba wa Marekani alijiondoa, alafu Irani akaondoka kwenye mkataba, kwa sababu hakuna kinachomlazimisha kisheria kuheshimu mkataba ambao tayari umekwisha kuvunjwa. Sasa Trump anadai kuwa makubaliano yanaipa zaidi Iran. Sasa ukimsikiliza aliw aliwahi kuwa mshauri wa masuala ya usalama wa rais Joe Biden nadhani kama alikuwa ni Matthew Miller, wakati huu anasema kuwa Trump atoke arudi, lakini hawezi kupata makubaliano zaidi ya yale ya Barack Obama. Atapata kile kile, hata akienda akirudi, kile kile ndio atachokipata. Sasa hatujui anataka makubaliano ya aina gani kwa sababu Irani kuna sehemu wamechora mstari, wanasema hapa hatuweze tukajadili masuala ya usalama wetu ambao tumeutengeneza wenyewe, yani makombora, hatuna mjadala. Sasa na wao wanaona kuwa suala la makombora limekuwa kubwa zaidi, hasa baada ya mzozo wa 12 days war, maanaake kuwa Irani ilionekana hatari zaidi kwenye makombora. Kwa hiyo ndio limekuwa jambo kubwa zaidi ukilinganisha hata kuzidi kile kinachozungumzwa kuhusu nguvu ya nyuklia. Nikaongeza hapo kidogo kaka Bakari, nafikiri jambo moja ambalo tunatakiwa kutambua ni kwamba Trump anachotaka ni kuhakikisha kwa kwamba hata baada ya yeye kuondoka jina lake limebaki, anaonekana anaondoka Umoja wa Mataifa alafu anaanzisha Board of Peace ya Trump, na naweza nikatabiri na nika, nika siku hii ya leo kwamba mazungumzo mazungumzo lazima yatakuwa na jina lake, lazima, kwa sababu anataka kuhakikisha kwamba kila kitu kina jina la Trump, na kile kinachokifanya kwamba unapoonekana unaua kilicho kikubwa zaidi unaanzisha cha kwako. Mambo mengi amefanya, alivunja ule mkataba mkataba wa awali, anataka mkataba ambao amefanya na Trump. Anasema Umoja wa Mataifa una nguvu anataka Trump Board of Peace na mambo mengine ni mm, ile kitu ambayo Trump yuko nayo ya kutaka kuhakikisha kwamba baada ya yeye kuondoka historia itasema hivyo. Alisema kwamba anataka awe rais pekee anaweza kuongeza jimbo, jimbo, jimbo la 51, ndio maana anataka Greenland. Wakati mwingine anaonekana kwamba ni, ni utashi binafsi wa kuacha historia kuliko kuacha dunia mahala pema. Naam, shukran sana uh, waungwana. Nitarudi kwenu baadaye kidogo, lakini kwa sasa uh, tuwasikilize kwanza wasikilizaji na wafuatiliaji wetu wana maoni gani kuhusu hili. Uh, tatu Karema wanasemaje huko mitandaoni? Uh, Juma Wakaya Mkandala mimi naona swala la nyuklia na makombora sio shida, kwani Marekani na Israel wanavyo. Huu ni uonevu na no ukiukaji wa sheria za mipaka na za kimataifa kuhusu uhuru wa nchi. Hasani Kidafu anasema kwa mimi naona jambo la busara, wakikaa chini na kuzungumza itakuwa vizuri, maana wakipigana maafa ni makubwa mno, mafuta yatakuwa adimu pamoja na vitu vingine. Vita sio vya kushabikia. Fikirini Mtangaru anasema laiti Iran ingelikuwa dhaifu sasa hivi mzee alishawekwa mfukoni kama alivyowekwa Maduro. Anasema Iran inaonekana kuwa thabiti, ndiposa hajatokea lile ambalo lilitokea Venezuela. Na mhenga Muhamed anasema mbona hao Iran hawasemi juu ya hilo? Hivi ni kuonyesha Trump anajitekenya na kucheka mwenyewe tu. Na Anuari Juma anasema, ha, Iran ni kiboko ya Marekani na Israel, hiyo iko wazi kabisa. Hapo si Venezuela. Nipige nikupige, mpaka mtakimbia wenyewe muda badopo Eh, shukran sana. Nadhani hacha tuendelee kidogo na mjadala na wachangiaji wetu. Nikielekea kwako, Bandio, ulizungumza hapo awali kuhusiana na sera za Trump alipoingia madarakani na kuahidi kwamba eh, anataka kutoa kipaumbele zaidi kwa maendeleo ya Marekani, lakini sasa eh, tunaona mengi aliyoyafanya duniani ikiwemo hii ya Iran eh, sasa unadhani kweli Trump anao uungwaji mkono wa ndani kuendeleza mvutano huu na Iran? Na, labda kama naongea tu na, na watu Republicans, wa kwa sababu ungekuwa uh, kuna mvutano kama kungekuwa kuna baadhi ya vitu kwamba, mm, kama alivyokwenda kule, angekuwa amemtoa mtu ambaye alikuwa ni tishio kwa Amerika, angekuwa ni, ni karibu, kwa maana kwamba ana uwezo wa kushambulia kwa ukaribu kwa nchi ya Marekani, lakini pia kama maisha angekuwa mazuri hapa. Unapoona kiasi cha pesa ambazo kinakwenda kule wakati maisha hapa yanazidi kuwa magumu na anazidi kukata uh, pesa katika mifuko mbalimbali, uungwaji wake mkono unazidi kuwa mbaya, na kama umeangalia katika wiki iliyopita, amekuwa na uh, kura za maoni zikimwonyesha kwamba anafanya vibaya zaidi vibaya zaidi wameanza kuwatishia hata Republican na ndio maana umeona baadhi ya maamuzi hata ya ndani ya nchi, baadhi ya Republican wameanza kumpinga sasa hivi, um, ili kuweza kujitetea na kujipa nafasi. Uchaguzi wa katikati ya muhula ndio ambao unaonekana sasa unakwenda unampa pressure zaidi na kufanya maamuzi ambayo watu wanahisi ni kama amemkasirisha. Ni hata majuzi, ndani ya usiku mmoja, alituma zaidi ya post 100 akilalamika kuhusiana na watu kutothamini kila anachofanya, kwa sababu kura za maoni zinaonyesha kufika kwenye 30 na pungufu huko chini, kiwango kidogo zaidi kupata kufikiwa. Kwa hiyo anahisi kwamba anaungwa mkono hapa, ndani ya nchi unazidi kuwa mbaya na wameanza kuona nini kitatokea katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Eh, naam Bwana Rahbi, vitisho hivi vya mara kwa mara vya Trump kuchukua hatua za kijeshi na onyo la Iran kwamba itajibu vikali mashambulizi hayo, eh, labda wasikilizaji wanataka kufahamu, unafikiri Iran inao ubavu kweli wa waku, kupambana na Marekani? Uh, kuna nadharia tofauti ambayo inaweza ikaja kuwa uh, Marekani ni mkubwa sana unapomweka na wengine, ndio maana anaweza kufanya mambo ambayo yakatokea yaka kwa magumu zaidi, lakini unapozungumzia jiografia na Irani walivyojijenga pale mashariki ya kati na uwezo wao waliojenga kwa miaka arobaini na tano sio rahisi eh, kumchinja huyo uh, huyo mnyama bila yeye kuhuru kofu. Na ndio maana Marekani anafahamu uwezo nguvu ya Irani na sehemu yake, ndio maana kabla kwanza alituma mifumo mingi ya ulinzi ambayo ilikwenda Israeli, ilikwenda kwa washirika wengine Patriot, hadi yote zilitumwa kule, kwa sababu wanafahamu athari ambayo uh, irani wanaweza kuiweka pale. Irani mara kadhaa huwa ninasema mfano wake ni kama nungunungu alivyo, unaweza ukamuua, lakini wakati wewe yeye anakuwa amekufa na wewe unakuwa kwenye madhara makubwa sana. Ni mfano mwingine ni kuwa Irani ni mtu mwenye pesa ambaye yuko tayari kuipoteza pesa yote, lakini yule anayepambana naye atapoteza kidogo, lakini hayuko tayari kuipoteza hicho kidogo. Kwa hiyo, hiyo hiyo ndio inaweza ikaja kuwa tofauti na athari kubwa zaidi uh, kile kilichotokea kwenye mwaka jana. Mfano, Irani imefanya mashambulizi kadhaa ndani ya Israel, na kile kilichoonekana na athari iliyotokea ndani ya Israel. Sasa inafahamika na kauli ya Khamenei aliyoitoa kuwa tutapavuruga mashariki ya kati maanake Marekani imejaribu kuisogeza vita pembeni, yani isimfikie Israeli moja kwa moja. Ndio maana unaona kuna wakati wanasema tutaanzia Jordan, tutaanzia Diego Garcia, tutaanzia nchi tofauti tofauti, ni si Israel. Lakini Irani wanajibu kuwa mashambulizi yatapotoka kokote, sisi tutajibu kwa kuanzia Israeli. Sasa hilo lina, lina, linatisha kiasi, na Irani wameonekana ni wazuri, wamefaulu sana kwenye makombora ambayo ni eh, vigumu sana kuyazuia kwa, kwa jinsi hali ilivyo. Kwa hiyo Marekani ni mkubwa lakini Irani ni mkubwa pia mashariki ya kati ndio itakuwa ni eh, kama msemo wa Waswahili wanavyosema, tembo wawili wanapogombana nyasi ndizo huumia. Bwana Bandio, eh, nikielekea kwako swala hilo hilo eh, tunafahamu bila shaka athari ambazo zinaweza kujitokeza katika eneo hilo la, la, la, la ghuba na mashariki ya kati, lakini kwa, kwa, kwa dunia kwa ujumla ni athari gani ambazo eh, zinaweza kutokea ikiwa Marekani itashambuliana na Iran? Well, nafikiri zaidi mafuta. Nafikiri kuna ule ukanda ambao uh, Iran na umiliki na wamezungumzia kuhusiana na hilo, uh, ama Iran imezungumzia kuhusiana na ile ile chano pekee ambayo uh, chano kubwa zaidi ya kuweza kusafirisha mafuta hiyo itaathiri. Na unajua tukizungumzia tu athari za kwanza za mafuta uh, ni kwamba mafuta atakapopanda bei, usafirishaji wa chochote unapopanda bei kitu bei, bei, bei, bei, kwa hiyo nafikiri tuzungumzie gharama za maisha kwa jumla zitaathirika kutokana <laughs> na hili. Nam uh, Bwana Rahbi, tukiwa tunaelekea mwishoni uh, kwa sasa hivi tumezungumzia pia suala hili la rais wa Marekani kutaka ku, kuacha alama uh, katika siasa za ulimwengu, lakini vilevile vile tunafahamu kwamba uh, taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa uh, ni dhaifu kiasi fulani, unafikiri nini hasa kinaweza kufanyika sasa hivi ili kutuliza mvutano huu? Ah, ni vigumu sana kwa sababu tume, tume tunaishi sasa kwenye ulimwengu wa utashi. Yaani eh, Donald Trump ndio amekuwa dereva halisi wa dunia. Anatuamulia tu leo wiki hii tutajadili nini, wiki hii tutajadili kipi kwa sababu kila sehemu tunayumba ni hivyo. Nadhani ukichukua mwezi uliopita tumejadili sana kuhusu Venezuela, yote ilikuwa ni maamuzi ya Trump. Tulikwenda Greenland ni Trump. Tulizungumza kuhusu Urusi Ukraine ni maamuzi ya Trump. Leo tunazungumza kuhusu Iran ni Trump. Yaani dunia ilitoka kwenye njia yake na hili Eh, limekuwa kwa sababu wakati Trump anaanza kidogo kidogo aliungwa mkono na washirika hasa wa Ulaya kuwa alionekana yuko sahihi, kwa sababu Trump alikuwa akiwashughulikia wengi ambao sio wao lakini alivyokuja kuwagusa wao ndio kidogo wameanza kutoa milio na kusema kuanza kusema kuwa Trump anatupeleka njia sio sahihi. Lakini leo hii nani anaweza kwenda kukaa kwenye njia ya Trump kumdhibiti, kuwa unakokwenda sio sahihi? Sitegemei wala siamini kuwa kuondoka, baada ya kuondoka Trump, kama dunia itabaki kwenye hiyo njia yake, kwa sababu kila mtu na viongozi mbalimbali duniani wanaamini kabisa Trump anatembea nje ya reli. Kwa hiyo inategemea tu ofisi ya White House, atayekuja nani mwingine? Je, watakuja vichwa vile vile vyenye akili kama za Trump, au watakuja wengine wenye mawazo mbadala ambao wairudishe dunia sasa kwenye njia yake halisi? Ndio bandio, kwa sekunde chache unafikiri, uh, Trump anaweza kudhibitiwa kwa ndani, kwa sababu inaonekana kwa nje hali kidogo ni tete. No, njia ambayo Trump ameweza kuingia katika kupata uteuzi na mpaka kuchaguliwa ni njia ambayo ilikuwa nje ya utaratibu wa kawaida, na kwa bahati mbaya sana sasa hivi wengi wameanza kuona athari zake na kumdhibiti kwa a ndani, kwa bahati mbaya sana itakuwa ngumu labda Uh, kwanza kwenye uchaguzi wa kat, katikati ya maula. Kwa hiyo iwapo atapoteza chemba moja na pengine akapoteza chemba zote hivi sasa, atakuwa katika wakati mgumu, na yeye anahofia kwamba anaweza aka, wanasema um, anaweza akashtakiwa akawa impeached kutokana na hili na amezungumza, alipokuwa akizungumza na Republicans. Kwa hiyo kama atashindwa katika chemba moja na ikiwezekana akashindwa katika chemba zote mbili, ambayo inaweza ikawa ngumu ashindi chemba zote mbili, upo uwezekano mkubwa kumwona, um, akinywea sana. Nje ya hapo hakuna anaweza kumdhibiti katika na, naam. Shukran sana uh, tunafikia mwisho wa mjadala huu. Shukrani sana Bwana Bandio na Rahbi kwa kushiriki. Kwa sasa ni wakati wa makala tulizokuandalia.